Sasa leo tumefika kwenye kata yetu ya Ileli na mtaa huu wa Mafute kwa sababu ya changamoto ambayo iliipata familia moja wapo katika mtaa huu. Nyumba yao iliungua, lakini iliungua kwa sura ambayo tusingeweza kufanya ukarabati wa ile nyumba. Kwa hivyo, ilibidi nyumba nzima ibomolewe kwa sababu hata tofali zilikuwa ni zile tofali za udongo ule wa kawaida, kwa hivyo ikawa ni ngumu kidogo kufanya ukarabati. Kwa hiyo imebidi nyumba ijengwe upya, ndio maana mnasikia nyumba imejengwa. Maeneo mengine tunafanya tu ukarabati, kama hiyo ambayo tumetoka huko Igawilo, ile ilijengwa kwa matofali ambayo nyumba bado imesimama, pamoja na kwamba vitu vingine viliungua. Kwa hiyo ni bati na mbao na vitu kama hivyo ndio vinahitajika, ili nyumba ikae sawa. Kwa hiyo tumetoa mchango pale, wanaendelea na kazi, lakini kwa nyumba hii ya hapa ni nyumba ambayo imejengwa kuanzia chini mpaka juu na sasa imekamilika. Sasa nafahamu hata kwenye mtaa wetu huu wa Mafute na mitaa yetu mingine yote hapa Ilemi, na mitaa yetu yote sitini kwa jimbo la Uyole, nafahamu wenye changamoto wako wengi, na mimi sina uwezo wa kusema nitaweza kumjengea kila mmoja, lakini ninawashukuru sana ndugu zangu Wanailemi kwa uelewa wenu mkubwa sana, kwa sababu hata tulipo kabidhi nyumba mwanzoni mwa mwaka uliopita kwenye mtaa wetu wa Mangaveta tulishirikiana hivi hivi, lakini sikusikia mtu akisema hivi, mbora imeenda Mwangaveta, sisi huku bado. Sisi huku mbona, mbona kwenye mtaa wetu ajajeni wa yaani, watu kiroho safi kabisa, wanasema Mheshimiwa, Mungu akubariki sana. Hamna mtu anasema mbona huku wajaja. Kwa hiyo jamani mimi na mimi ninawashukuru sana kwa kunielewa, kwamba mbunge wetu anajitahidi, lakini hana uwezo wa kumfikia kila mtu, lakini kwa yule anayefikiwa, wote kama jamii tunafurahi na tunasherehekea pamoja, si ndio? Jamani, Mungu awabariki sana kwa hilo. Lakini tutajitahidi, pengine tutabadili utaratibu kidogo wa namna ya kuwapata wale watu ambao tunawajengea nyumba. Uh, ili jamii iwe imeshiriki, maana sisi tunafanya mambo mengi ambayo huko kwenye jamii tunawaona watu, lakini wakati mwingine pengine kwa sababu hatuishi kwenye huo mtaa, tunaweza kuwa hatujaona sawasawa sawa, lakini wale watu wenye mtaa husika wanaweza kuwa wameona sawasawa sawa kuliko sisi, kwamba nani anastahili zaidi kuliko mwingine. Kwa hiyo tutabadili utaratibu wa namna ya kuwapata hawa watu wanaojengewa nyumba kwa sababu si kila nyumba ambayo tunajenga kwamba watu wanakuwa wameunguliwa kama hawa hapana. Kwa hiyo utaratibu wa sasa utakuwa kwamba mtaa wenyewe watu wanaamua nani tuanze naye eh. Eh, kwa hiyo shughuli itakuwa sasa kwenye mtaa. Ikifika tu zamu ya kata fulani ambayo inafuata, basi kwenye hiyo kata tunakubaliana mtaa gani Tukishakubaliana mtaa, wale wana mtaa watakubaliana pale na mabalozi, wananchi wote wataambiwa leo kuna mkutano wa nini, wa mtaa.